Aidha, mafunzo haya si yali, bali ni lazima katika ulinzi wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya yameanza kwa ufanisi zaidi kutokana na ushirikiano wa sasarafu Misungwi pamoja na watendaji wote wa kata, hivyo kusababisha kwa ofisi ya mshauri wa jeshi la akiba kufikia malengo yaliyowekwa na ofisi ya jeshi ya akiba mkoa wa Mwanza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu mgeni rasmi

Je, kupambana na rushwa, kei usalama wa raia, elo wamiaji, eemuzimamoto novemba ugaidi, oskar ujasiriamali, papa guma ya kwanza, bestoria za mgambo, romeo muundo wa mgambo, siera kujitoa kwenye ambush na tango kujitawanya. Ni matarajio yetu kuwa kwa wakati wote wa mafunzo wanafunzi hawa wataonyesha nidhamu nzuri ambayo ndiyo msingi muhimu wa mafunzo ya kijeshi ili kuwajengea uzalendo na utayari wa kutumikia taifa wakati wa amani na wakati wa vita. Ni matarajio yetu kuwa kwa wakati wote wa mafunzo wanafunzi hawa wataonyesha nidhamu nzuri ambayo ndiyo msingi muhimu wa mafunzo ya kijeshi ili kuwajengea uzalendo na utayari wa kutumikia taifa wakati wa amani na wakati wa vita. Tunatambua jitihada kubwa zinazofanywa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nasi kama Jeshi la Akiba Wilaya ya Misungwi tupo tayari kutekeleza majukumu yote, kushirikiana taasisi za kiraia, kulinda na kutetea katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulingana na kiapo chetu juu ya taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, Vijana walioko mbele yako ni wazalendo wa kweli, wameamua kwa dhati kujitoa kwa ajili ya wilaya ya Misungwi na taifa kwa ujumla katika kuongeza nguvu ya ulinzi. Naomba watakapomaliza mafunzo wasiachwe wakatawanyika, watafutiwa shughuli yoyote kufanya. Ninaimani, ninaamini wilaya ya Misungwi ina shughuli nyingi za maendeleo zinazohitaji vijana wakamafu na ulazima wake unakuja wapi? Ulazima wake unakuja kwa sababu swala la ulinzi wa taifa letu ni jukumu la kila mmoja wetu, na ndiyo maana huu wa jeshi la akiba ulianzishwa muda mrefu sana, na unaratibiwa chini ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania kuhakikisha kila mwaka tunakuwa na vijana waliopitia mafunzo haya ya jeshi la akiba kwa ujili Sf ano, kwa ajili ya usalama wa nchi yetu na uuzi wa nchi yetu. Na amesema hapa tawaaliaatwatumi nikutoe wasiwasi, tutawatumia kama ambavyo tunafahamu umuhimu wa jeshi la akiba. Tunawatumia katika shughuli palimbani, ikuwa ni uaminifu na uadilifu na nina imani watakapokuwa wamemaliza mafunzo watakuwa tayari kulitumikia taifa letu Tanzania, kikuwa kikulie na mambo ya uvyohvoy oh, oh. Nataka taka tutuwambie, hatuna mama mwingine zaidi ya Tanzania. Tanzania ndio mama yetu, Tanzania ndio baba yetu. Tuhakikishe kwamba tunailinda Tanzania kwa hali na mana.